Usiku ule ulikuwa tofauti. Anga lilikuwa zito, mwezi haukuonekana, na upepo uliohama kutoka milima ya Mikumi ulileta baridi kali yasiyo na kawaida. Katika barabara ya Morogoro kuelekea Dar es Salaam, kuna kipande cha mlima maarufu unaoitwa Mlima Nyoka. Watu wa maeneo yale husema, ukipita usiku usitazame nyuma, ukiisikia sauti usijibu, na ukiona kivuli, tembea bila neno. Ni barabara yenye kona zaidi ya ishirini, kila kona ikiwa na historia ya damu na vifu vya ajali ambazo hazielezeki. Saa ilikuwa karibu saa tatu usiku. Basi moja dogo lilikuwa likishuka kutoka Mikumi, likibeba wanafunzi kumi na wawili wa chuo kikuu cha Dar es Salaam. Walikuwa wametoka kwenye ziara ya kimasomo, wakiwa wamechoka lakini wakiwa na furaha. Wengine walikuwa wamelala wengine wakiimba nyimbo za chuo, wengine wakiongea kuhusu maisha ya hosteli na mitihani inayokuja. Dereva wao Juma, mwanaume wa miaka arobaini na nne, alikaa kimya, mikono yake ikishika usukani kwa nguvu, kana kwamba alijua hatari iliyokuwa mbele. Kila akipita kona, macho yake alitazama upande wa kushoto, kwenye mteremko wa giza ulioteremka hadi bondeni. Taa za basi zilikuwa zikiwaka, lakini mwanga wake haukupenya zaidi ya mita chache mbele. Ukungu mzito ulijificha kwenye njia ukifanya kila kitu kionekane kama ndoto mbaya. Mwanafunzi mmoja aitwaye Neema, msichana mwenye moyo wa udadisi, akauliza kwa sauti ya chini, jamani, hivi hii ndio sehemu anaita Mlima Nyoka? Mwanafunzi mwengine akamjibu kwa utani, ndiyo, hapa ndipo wachawi wanapofanya mazoezi yao usiku wote. Wakacheka kidogo, lakini kicheko kikapotelea kwenye ukimya mzito. Dereva hakusema chochote, badala yake akavuta pumzi ndefu na kusema, msifanye mzaha na barabara hii. Kuna watu waliokufa hapa bila kuelewa kilichotokea. Hata mimi sikumbuki mara ya mwisho kupita usiku bila tukio la ajabu. Kabla maneno yake hayajamalizika, upepo ukavuma ghafla, ukitikisa matawi ya miti pande zote mbili za barabara. Kelele kama za mtu akilia mbali zikasikika. Kelvin mwana wa muziki akasema, Mzee Juma unasikia hiyo sauti? Juma akajibu taratibu, Ndiyo, lakini usiangalie nje, kaa tulivu. Lakini Neema hakuweza kujizuia. Akageuza uso wake dirishani na hapo akaliona. Kivuli cha mtu mrefu kimesimama kando kando ya barabara, kimefunikwa kwa sanda nyeupe, lakini sehemu za chini zina rangi nyekundu ya damu kavu. Uso wake haukuwa na midomo. Macho yake yakionekana kama yanang'aa ndani ya giza. Alipomtazama akacheka, sauti yake ikawa nyembamba kama ya mtu anayecheka kutoka tumboni. Neema akalia ah, dereva, kuna mtu nje! Juma akaangalia mbele, lakini hakuna mtu. Kelvin akasema, labda umeota Neema. Lakini kabla hajamaliza, taa za gari zikaanza kufifia pole pole, kana kwamba unema unazimwa taratibu. Redio ya gari ikawaka yenyewe ikitoa kelele za tsss, kama mawimbi ya bahari ya mbali, kisha ikaanza kurudia maneno, wageni wa usiku, wageni wa usiku. Wote wakatulia, dereva akapiga breki kwa nguvu. Tayari walikuwa kwenye kona kubwa inayojulikana kama kona ya sita ya nyoka, sehemu ambapo magari mengi huanguka kila mwaka. Moto wa taa ukapotea, gari likasimama, kimya kikatawala. Neema alianza kulia taratibu. Kelvin akajaribu kumtuliza, tulia binti, tulia tutapita. Lakini kabla hawajamaliza kuongea, sauti ya kicheko ikarindima tena nje ya basi. Safari hii ilisikika karibu kabisa, kama mtu amesimama juu ya rafu la gari. Wageni wa usiku wamefika, leo nitapata kitoyo changu. Gari likatikisika ghafla. wanafunzi wakapiga kelele, kioo cha mbele kikapasuka. Upepo wa baridi ukavuma ndani ukiwa na harufu ya udongo na damu. Juma akajaribu kuanzisha engine, lakini kila alipojaribu, redio ikarudia maneno lile lile. Wageni wa usiku, wageni wa usiku. Kelvin akapiga magoti, akaanza kusali. Baba yetu uliye mbinguni, lakini sauti yake ikakatika ghafla. Dirisha upande wa kulia likapigwa kwa nguvu kana kwamba kuna kitu kinagonga kutoka nje. Ndipo Juma akaona Kupitia kioo kidogo cha upande wa dereva macho ya mtu anayemwangalia moja kwa moja, macho mekundu yanang'aa. Yule mzee wa sanda alikuwa hapo, ameinama, mikono yake mirefu imegusa tairi la gari, akitema maneno yasiyoeleweka. Hamna pa kukimbilia, mlima huu ni wa roho. Hamna kinachopita usiku bila sadaka. Juma akaanza kusali kwa nguvu, ee Mungu wa mbinguni tusaidie. Upepo ukaongezeka. Taa za gari zikawaka kwa sekunde chache, zikamwalika uso wa yule mzee. Macho yake akawa mekundu zaidi, mdomo wake ukafunguka na kutoka humo ukatoa moshi mweusi. Ndipo gari likazima kabisa. Kimya, hakuna kilichosikika tena isipokuwa pumzi za wanafunzi waliokuwa wanalia kimya kimya. Saa zilionekana kama zimeganda, lakini mwishoni, sauti ya mzee ikasikika tena, safari hii ikitoka mbali zaidi, safari yanu ndiyo imeanza. Msithubutu kutazama nyuma. Usiku huo ulionekana kama haukumalizika milele. Basi dogo la wanafunzi lilisimama katikati ya kona yenye mteremko mkali, kona ambayo wenyeji walikuwa wanaita kona ya mwisho. Taa zake zilikuwa zikififia polepole, pole zinazima moja baada ya nyingine, zikiacha ndani mwanga hafifu unaosonga taratibu kwenye uso wa wanafunzi. Redio ikaanza kuwaka yenyewe ikitoa kelele zisizo za kawaida. Wageni wa usiku, wageni wa usiku. Sauti hiyo iliingia kwenye misikio yao ikawa kama pepo lilopuliza ndani ya mapafu yao, ikawaacha wakiwa kimya kimya, wakitetemeka. Neema, msichana mdogo aliyejaa hofu, aliangalia dirishani kwa macho yenye kuchanika, akamwona kivuli cha mzee mrefu, mwili mwembamba kama mti mkavu, amevaa sanda nyeusi yenye michirizi ya damu, akikaa juu ya ungo wa duara lilozunguka kama chombo cha wachawi wa zamani walipotumia kupeta nafaka. Ungo huo ulijizunguka taratibu, hewa nzima ikitetemeka, upepo ukipeleka harufu ya udongo mchanganyiko na chachu ya damu. Michezo ya giza kwenye ukungu ilisogea upande wa basi, ikijenga illusion ya nyoka wanaoelea karibu nao. Mwangaza wa taa wa basi uliashiria sura zisizoelezeka katikati ya ukungu. Macho ya mzee yakangara kwa rangi ya nyekundu kila pumzi ya wanafunzi ilisukumwa na baridi ya kifo, kila shingo likitetemeka kwa hofu isiyo na kifani. Juma dereva akaweka mikono yake kwenye usukani akikaza kwa nguvu. Gari lilikuwa limekoma kabisa, injini ikishinga kuwasha, taa zikizimika, redio ikirudia maneno ya ajabu. Hofu ya kweli ilipanda. Haikuwa tena hofu ya mtu mmoja, bali hofu ya roho zote zilizopotea. Ngazi ya mwendo wa mchawi ilikuwa pole pole. Yule mzee akaangalia chini, uso wake uliojaa mizimu. Kicheko chake kilichukua kidogo, kikitoka taratibu, kila sauti ikiingia kwenye uti wa mgongo wa wanafunzi. Kila kicheko kilikaa muda mrefu, kikiwa kinafifia, kisha kurudi kama eko kutoka vizuizi vya milima. Neema akashikilia kiti chake, mguu ukiwa ukitetemeka, lakini hakutaka kuanguka. Kelvin akajaribu kumtuliza, lakini sauti yake ilikatika mara kwa mara, mwili ukiwa unatetemeka kama upepo unapovuma kwenye nyasi kavu. Wanafunzi wengine walijaribu kupiga kelele, lakini kila sauti iliisha kama umefungwa na giza. Mchawi amekaa juu ya ungo wa duara, akaanza kuinua mikono yake kwa taratibu. Ungo ulizunguka na hewa nzima ikitetemeka, upepo ukivuma ndani ya basi ukisababisha kioo cha mbele kitisike kwa sauti ya kupasua moyo. Mabawa ya giza kutoka ukungu yalijitokeza taratibu kama nyoka wakali wakibeba hofu yao. Sauti ya kicheko chake ilijaa hewa ya gari, ikizunguka kila kona, ikiwafanya wanafunzi kuhisia kuwa wamezungukwa na viumbe usio na umbo. Neema akaanza kusali kwa taratibu, akirusha mikono, macho yake akiwa yametulia chini kwa hofu. Kelvin akafuata mfano wake, akabamba kitabu cha dini, akaanza kuomba polepole pole, kila neno likiwa kuwa kama silaha dhidi ya roho. Juma alijaribu tena kuwasha engine, kila jaribio lilikuwa limefifia. Redio ikirudia maneno yale kwa nguvu zaidi, wageni wa usiku, wageni wa usiku. Kila sauti iliingia ndani ya misikio yao, kila pepo la baridi likichafua moyo. Kisha mchawi akaanza kuinuka polepole pole. Ungo wa duara ukapanda juu kidogo, kisha kupinduka taratibu, mchawi akageuka kuelekea upande wa Neema. Taa za basi zikaanza kufifia moja baada ya nyingine hadi pale tu mwangaza hafifu wa jirisha la mbele ulikuwa unamwangaza. Mchezo wa giza na mwanga ulijenga illusion ya nyoka wanaoelea barabarani. Kila kona ya milima ulionekana kama mdomo wa mnyama mkubwa ukifuata basi. Hofu ikaendelea kupanda kila sekonde, kila hatua ya mchawi ikionekana pole pole, ikijenga suspense isiyoisha. Neema akapiga magoti kwa uoga. Akashikilia kitabu chake cha dini na akaanza kusali kwa sauti ndogo, mwili ukitetemeka na kila pumzi ikionekana kama inachukuliwa na ulimwengu wa giza. Wanafunzi wengine walijaribu kumsaidia, lakini macho yao yalijaa hofu, kila mmoja akihisi nguvu za mchawi karibu sana, wakijua kuwa hawawezi kutoroka. Hivyo basi basi likakaa katikati ya kona ya milima, kando ya ukungu mzito, kisha kila sauti na kila mwendo wa mchawi ukafifia. Usiku huo haukuonekana kumalizika, kama dunia yenyewe ilikuwa kimya. Basi dogo la wanafunzi limekwama katikati ya kona yenye mteremko mkali, kona inayojulikana kama kona ya mwisho, sehemu ambayo hata wenyeji wenye ujasiri walishindwa kuipita usiku. Taa za mbele za basi zilikuwa zikififia taratibu, zikiacha mwanga hafifu unaosonga polepole kwenye uso wa wanafunzi. Kila kioo cha dirisha kilionyesha mwangaza dhaifu unaopinduka ukitengeneza kivuli kinachosogea bila kuonekana chanzo chake. Ndani ya basi hofu ilikuwa kila sekunde. Neema, msichano mwenye macho makali na moyo wa udadisi, lakini sasa ukijaa hofu, alishikana mkono wa kiti chake, mguu ukitetemeka, kila pumzi ikiwa kama baridi ya giza imemjaza. Kelvin akashikilia mkono wake wa kiume kisha akajaribu kupiga kelele, lakini sauti yake ilikatika mara moja, ilipotea kwenye hewa nzito ndani ya basi. Juma dereva alijaribu kuanzisha injin mara kadhaa, lakini kila jaribio lilififia, injin ilionekana kufa. Taa zikazimika kabisa, na redio ikarudia maneno yale kwa sauti ya kutisha ikibadilika kutoka whisper hadi distorted scream Wageni wa usiku, wageni wa usiku. Sauti hiyo iliingia ndani ya mapafu yao, ikawa kama pepo la mzimu, ikivutwa ndani ya moyo na shingo zao. Na pale juu ya unguo wa basi, mchawi alionekana amevaa sanda nyeusi yenye michirizi nyekundu, akikaa juu ya duara linalozunguka polepole kama chombo cha kupeta mchele, lakini sasa kinazunguka katika hewa bila kugusa ardhi unguo wake wa giza ulikuwa slow rotation, kila kidogo ukionyesha macho mekundu yanayowaka, sura yake ikidanganya kuwa ni mrefu zaidi kuliko mwanadamu wa kawaida. Mchawi alishtuka kidogo, akijua kuwa wanafunzi wanapiga hofu ndani ya mwili wao lakini, alicheka kwa taratibu. Kicheko chake kilianza kuchafua redio, kila sauti ikirudiwa kwa nguvu zaidi, na eko ikienea ndani ya mabonde ya mlima. Ndani ya basi wote walikaa kimya, wanajua kila sekunde inaweza kuwa mwisho wa maisha yao. Neema alijaribu kuzungusha macho, akaona ukungu mzito ukizunguka ndani ya basi, ukiunda maombo ya nyoka, kila kona ikionekana kama mdomo wa mnyama mkubwa, ikiwatisha wanafunzi zaidi. Kelvin alijaribu kumsaidia Neema, lakini mwili wake ulitetemeka kwa baridi isiyo ya kawaida. Wanafunzi wengine walijaribu kuimba dua zao lakini kicheko cha mchawi kilikuwa kimeingia ndani ya kila neno kuharibu sauti zao kufanya kila neno lififie ndani ya giza. Mchawi alianza kuinua mikono yake polepole pole, taratibu sana. Kila mguso wa hewa uliingia ndani ya basi ukikatiza mwendo wa watoto. Nguo wake uliwasha mwanga hafifu kwenye macho ya wa wanafunzi, kila mwendo wa mkono wake ukipeleka hofu zaidi. Upepo wa giza ulipuliza ndani ya basi Ukituma harufu ya udongo mchanganyiko na chachu ya damu iliyooza. Juma alijaribu kuzungusha usukani, lakini basi lilikwama. Kona ya mlima ilikuwa kama shimo la giza, huru kuathiri wanadamu wote waliokuwa ndani. Hofu ikaendelea kupanda kila sekunde. Kila kipande cha giza kilichozunguka taa chache za gari kilijenga suspense isiyoisha. Mchawi alitumia nguvu ya unguo wake kuzungusha basi. Kila mpangilio wa mwanga uliundwa kuwa illusion ya nyoka wakali wanaozunguka Neema. Aliendelea kusali mwili ukitetemeka, kila neno likikuwa kama silaha dhidi ya nguvu za giza. Wanafunzi wengine walishikana mikono kisha kujaribu kupiga kelele, lakini kila sauti iliisha, kuacha kila mmoja akijihisi kikomo cha hofu yake. Nguo wa mchawi ukazunguka juu kisha kurudi chini taratibu, akionyesha uso wake uliojaa mizimu, macho mekundu yakang'aa gizani, kila jicho likifunika mwanga hafifu kama pepo ya giza ikivutwa ndani ya mapafu yao. Wanafunzi walibana wakijua sasa hawana pa kutoroka. Redio ikapiga sauti kubwa ya kelele ikichanganya maneno yake na kicheko cha mchawi, ikipeleka tenshen hadi kiwango kisichoweza kuvumilika. Mchawi alianza kuzunguka polepole pole kando ya basi, kila hatua ikionyesha nguvu zake zisizo za kawaida. Unguo wake ulipita kwenye kio cha mbele kupuliza kila mwanafunzi kwa hofu, mwili ukitetemeka na hewa nzito ikijaa hofu. Wakati huu Kelvin alishikilia kitabu chake cha dini kwa nguvu zaidi, Neema akashikilia mikono yake, wakisali kwa sauti ndogo, mwili ukitetemeka na baridi isiyo ya kawaida. Basi lilikaa kimya, ukungu ukiendelea kuzunguka na kicheko cha mchawi kikiendelea kwenda kurudi polepole kuacha wanafunzi wakiwa wamebaki kimya, hofu ikipanda kila sekunde. Hofu ndani ya basi ilikuwa ikiota mizizi, ikishika kila shina la misuli ya wanafunzi. Mchawi aliendelea kuzunguka polepole pole juu ya ungo wa duara, akipeta mchele wake wa giza, lakini sasa mwendo wake ulikuwa na nguvu inayoshughulisha mwili na akili zao. Gari lilikuwa limekwama katikati ya kona yenye mteremko mkali na ukungu ukizunguka pande zote, ukitengeneza illusion ya barabara inavyopeta kama nyoka mkubwa. Kila kona ya mlima ilionekana kama mdomo wa kinyama kikali, ukifuata kila kipimo cha mwendo wa gari. Taa hafifu za mbele zilififia na kurudi, zikigusa uso wa mchawi na kuunda kivuli cha giza kinachogusana na kila kioo cha dirisha. Ndipo mchawi alianza kuinuka taratibu kutoka juu ya ungo. Mchawi alibadilisha mwendo wake polepole pole kuwa karibu na kioo cha Neema, akipuliza hofu yake ndani ya moyo wa msichana. Ungo wake wa giza ulionekana zaidi sanda nyeusi na michirizi nyekundu ikibadilika kuwa madoa ya damu kavu, na kicheko chake kilijaa hewa ya ndani ya basi. Neema alijaribu kusogea nyuma, lakini mwili wake ulikuwa umefungwa na hofu. Kelvin alishikilia kitabu chake cha dini kwa nguvu akijaribu kuimba dua, lakini kichepo cha mchawi kilimlazimu ajikinge kimya. Ghafla mchawi akapiga mkono wake na basi lilitetemeka polepole, kiofa mbele kilitetemeka, madirisha yakapiga kelele za giza. Hofu ilipanda taratibu kama upepo wa mzimu unavyopeta ndani ya kila pembe ya gari, na mwendo wa mchawi ulijenga tension isiyoisha. Juma alijaribu kuzungusha usukani lakini basi lilikuwa limekwama kabisa kwenye kona yenye mteremko mkali. Ukungu mzito ulijaza kila kona kufanya wanafunzi waja karibu na kila mmoja, wakihisi kuwa hakuna pa kutoroka. Ndipo mchawi akaanza kushuka pole pole kutoka juu ya ungo, ungo wake ukizunguka polepole pole, akitengeneza illusion ya nyoka wakali wakizunguka mwendo wa gari, kila hatua ikichukua muda ikiongeza suspense ya kila sekunde. Mchawi aligeuka kuelekea Neema kisha Kelvin, akawa kama anakumbatia giza la moja kwa moja, mwili ukitetemeka, pumzi zikikatika. Wanafunzi walijaribu kuimba kusali, lakini nguvu za mchawi zilikuwa kubwa zaidi ya wanadamu, kila neno likipotea kwenye hewa nzito ya barabara ya mlima. Redio ikarudia maneno, wageni wa usiku, wageni wa usiku. Sauti ilijaa ndani ya kila shingo ikifanya hofu kupanda zaidi. Mchawi akaanza kuzunguka basi kwa hatua chache akizungusha mikono yake juu ya wanafunzi moja moja, mwendo wake ukiashiria nguvu ya kifo. Gari likaanza kusogea taratibu, kila kona ikiwa na hatari ikionekana kama nyoka inavyopeta barabara, taa zikififia na kuangaza kwa sekunde chache kuunda shedo ya hatari inayozunguka kila upande. Neema alijaribu kuruka juu ya kiti chake lakini mikono ya mchawi ilimkazia taratibu, kisha akawa amekaa chini kwa hofu. Kelvin akapiga magoti akashikilia kitabu chake cha dini kwa nguvu, akijaribu kuimba dua, lakini kila neno likiwa na nguvu ya kiroho. Wanafunzi wengine walijaribu kumsaidia, lakini ungo wa mchawi na nguvu zake zilikuwa kama ukuta usioweza kuvunjika. Basi lilitetemeka, madirisha yakapiga kelele, kioo cha mbele kikitetemeka na kioo cha upande kingine kilipigwa. Mchawi aliendelea kucheka polepole pole, kisha kuzunguka kwa mwendo wa giza kupeleka pepo ya baridi ndani ya mapafu yao. Hofu ilipanda, baridi ikawa ikivuma ndani ya misuli yao na kila sekunde ilionekana kuwa dakika kumi za hofu isiyoisha. Neema alishikilia mikono yake akijaribu kuendelea kusali. Kelvin naye akajitahidi lakini sasa kila kipimo cha mwendo wa mchawi kilionekana kama hatari isiyo na mwisho. Redio ikapiga kelele kubwa, ikichanganya maneno yake na kicheko cha mchawi, ikipeleka tension hadi kiwango kisichokuweza kuvumilika. Mchawi akageuka, kisha kuangalia Juma, dereva wa gari. Leo nitapata kitoweo. Leo hamtaweza kutoroka. Sauti yake ilijaa ndani ya kila pembe ya gari baridi kivuma ndani ya mapafu yao. Ghafla, mchawi akafukuza mkono wake kwenye kiti cha Neema, basi likatetemeka kwa nguvu, madirisha yakapiga kelele, ukungu ukizunguka, nyoka wa giza wakizunguka barabara. Hofu ya kweli ilipanda, kila mwanafunzi akihisi kuwa kifo kiko karibu. Ndipo kila mmoja akaanza kuomba kwa nguvu, mwili ukitetemeka, mapenzi ya kidini yakichanganyika na hofu ya kiroho.